Ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, ambapo wametembelea katika kata ya Karema na kujionea maendeleo ya ujenzi wa meli nne za mzigo katika bandari hii ya Karema. tumekuja kukagua mradi huu wa ujenzi wa, ban, wa meli nne za kubebea mizigo na kwa maelezo ambayo tumeyapata na ukaguzi ambao tumefanya tayari meli takribani tatu zinaelekea kuwa katika hali ya ukamilifu na meli moja ya nne ndio imeanza kujengwa, na kwa maana hiyo, katika kipindi cha takribani mwezi mmoja unaokuja, meli ya kwanza itawekwa ziwani kwa ajili ya kujaribiwa. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko pia akapitia na kujionea maendeleo ya ujenzi wa barabara ya lami kutoka Mpanda hadi bandari hii ya Karema, na kushuhudia ujenzi unavyoendelea, huku akiwataka wakandarasi kuikamilisha barabara hiyo kwa wakati. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa wa changamoto za mradi konea changamoto ya mvua ipo ambayo kina, tunachukua miezi sita kazi katika mwaka yaani, Juni mpaka Disemba. Baada ya Disemba tunatosi mvua mpaka Juni tena, tunakuwa na changamoto hiyo ambayo kama itakwenda kuathiri mradi wetu, tutakwenda kuathirika kwa asilimia kadhaa. Wakati wanajaza hii miradi kwa maana ya kuomba kandarasi ya kujenga wanakuwa wameshapita kufanya survey, si ndio? Na survey ile inaeleza kabisa hali halisi ya mkoa wa katavi ikoje hali ya kaseganyama ikoje karema ikoje kila mahali ikoje barabara nzima kilomita 112 kwa hiyo ni waombe sana hatutakubaliana na visingizio visivyokuwa na mashiko kukamilika kwa barabara hiyo itawasaidia wananchi wa vijiji mbalimbali ambapo barabara hiyo alami inapita katika kusafirisha mazao yao kwa urahisi zaidi mwanaidi waziri FM